Kuhusu msanii mpya wa Alikiba Mutima Wangu, nimezungumza, of course, inapanda muda sio mrefu, Bongo Fire pale kwenye Hot on the Fed ambao uh, tunazungumza kama wake up na mando, lakini mimi nitaka nitie neno moja tu. Msanii wa Alikiba Mutima Wangu kali, mzuri, kinachohitajika ni uwekezaji, promotion na vitu kama hivyo. Na nimemsikiliza, namuimba kwenye umbo wa kinganganizi, not bad, ndo ngoma yake ya kwanza, na of course ngoma yake ya kwanza akafanya hivi, confidence and stuff Msanii mzuri kiukweli, mimi nisiwe mnafiki hapa. Kinachohitajika mfalme, sasa kwenye upande wa kuwekeza, kiukweli. Yani Alikiba sasa kwenye uwekezaji, ndugu yangu, jaribu kukaza kidogo. Nimeona watu wengi wanajaribu kuaminisha ni kwamba wasanii wengi wanaopita Kings Music hawafanikiwi. Labda tuulizane tu, hawafanikiwi kwa levo ipi? Hilo ni swali ambalo litakuwa tuulize mafanikio ya kimuziki kwanza msanii anatakiwa kufahamika, akishafahamika unaitumiaje platform ya Alikiba wewe kujitangaza. Mimi ukiniambia afahamiki na tumewafahamu Chidi na Kili kupitia Alikiba, tukamfahamu uh, Kifuga, tukamfahamu Sweet Nani, Vanilla at least Tom Flavor kidogo alikuwa na anafahamika kwa sababu alishaanza kufanya muziki before. Lakini ukiniambia uh, hawafanyi vizuri, mi naamini wao tu wameshindwa kuitumia platform ya Alikiba vizuri. Na Alikiba shee kusema pale ni chuo saini msanii kuwekeza sui manini pale unaenda kujifunza muziki na msha zako. So maana yake ni kwamba wao ni kutafuta namna gani ya kuweza kutumia platform ya Alikiba, brand ya Alikiba kuweza kujikuza zaidi. Alikiba hiyo sio biashara, yanaamini anasaidia watu. So maana yake ni kwamba kama tuliweza kuwafahamu wale na walikuwa wafahamiki tayari, ni kwamba uwezi kuniambia mimi wasanii wafanikiwe kwa Alikiba. Wanafanikiwa, ila sisi tunapenda kukombea, ndio tatizo kwamba tukiona msanii labda wakombea na WCB Diamond amewekeza level hii, mbona Alikiba hajafika level hii? Basi wasanii wa Alikiba hawafanikiwi. Ndio maana sisi tu, watu sisemi sisi, mashabiki wanapenda kukombea upande wa Diamond, pande wa Alikiba kwa sababu ulikuwa kwenye ushindani. Ile waliseni kwamba at least wasanii wanafahamika, wanafanya biashara ya muziki, hata mia mbili, mbili, mbili unaweza zipata. Ulikuwa ufahamiki brother, na unafahamika utasemaje ujeeko kupata msaada. So mimi naamini kabisa msanii yeye ni kujiongeza kufanya kazi kutoboa mbona unatoboa na unafahamika, wanakuwa maarufu wao. Wow, unatumiaje platform ya Likiba kujitangaza? Hilo ni kitu ambacho nataka kusema, lakini niseme kitu kimoja. Rwanda, baada ya miaka miwili mitatu, itakuja kutikisa kimuziki Afrika Mashariki. Hii, chukua kutoka kwangu. Niseme kitu hiki hapa, Rwanda, baada ya miaka miwili miaka mitatu, watakuja kutikisa Afrika Mashariki kwenye upande wa kimuziki. Niamini mimi ninachokwambia. Sio kwa sababu Alikiba akamsaini Mutima Wangu. Angalia ngoma ya Diamond na Bruce Melody. Sikilize ngoma, nimezungumza vizuri sana kwenye kipindi kitapana baadaye. Ale ngoma ya Diamond na Bruce Melody. Angalia ngoma. Alafu angalia Rwanda inavyozalisha. Of course ngoma ni kali na nimeeleza kwenye kipindi kitapana baadaye, ngoma ni kali, ngoma nzuri. Diamond anajua na kuswitch inapokuja. Mentality inabadilika kimataifa na switch vibaya, mbona ngoma ni kali, ngoma nzuri. Tena yule Brown Joel kaua kinoma vesi yake ya mwisho yani, uh. Sio kwamba Diamond tuna Bruce Melody. Angalia LA kafanya kazi na kina Harmonize, Bruce Melody kafanya kazi na kina Harmonize. Angalia wasanii wa Rwanda, kina The Beni Brother. Rwanda, Rwanda wana production kali sana ya muziki. Niamini mimi, mimi. Watakuja kusumbua sana, watakuja kusumbua Rwanda kimuziki wana wana, wana wana ubora, melodi wanavyoimba Kinyarwanda, wanachanganya na Kiingereza tayari ni lugha ya biashara. Yo, wale wa jamaa watakuja kutusumbua sana, so kwa kweli mimi nimemwona msanii wa Alikiba, tumpe muda, bado msanii mdogo, tusianze kumpa pressure. Mara wengine wanasema, inawezekana na Alikiba kamleta aje ashindane na Zuchu. Mimi, I don't think so, tusimpe pressure Tuendelee kumwamini, kafanya vizuri ngoma yake ya kwanza. Maana yake kadri siku zinavyoenda atajiamini zaidi, atatoa ngoma kali sana. Mimi kwa kweli sina doubt na nayo msanii kama uwekezaji utawekwa vizuri na Alikiba. Hiyo ndio kitu ambacho mimi naweza nikasema sana na msanii wa Alikiba, na tuendelee, kipindi kinapana, baadaye mtakisikia kwenye kipindi zaidi vitu vyote ambavyo nimezungumza, au sio?